Bwana, katika ulimwengu ambapo kila kitu kinaweza kushindwa na kubadilika he. Wewe ni mmoja pekee ambaye hawashindwi kamwe. Kama mwamba mkuu unaosimama imara hata wakati mawimbi makubwa yakivamia he. Hivyo ni uaminifu wako katika maisha yangu. Uaminifu wako hautegemei hali za mazingira he hautegemei mzunguko wa nyakati he, bali ni asili yako ya milele. Wakati watu wanaponishangaza kwa kushindwa kwao he, wakati miundombinu ya binadamu inaporomoka he, wewe unabaki dhabiti kama mlima usiohamishika. Mungu wangu, wewe hawashindwi katika mapenzi he. Hawashindwi katika ahadi eh. Hawashindwi katika mipango eh. Kwa sababu wewe ni Mungu mkamilifu. Katika historia ya maisha yangu sijawahi kuona wakati mmoja ambapo umeshindwa eh. Hata wakati niliposhindwa mimi eh. Wewe ulikuwa bado unashinda. Wakati ninajaribu kufanya kitu na kukosa, he, wakati mipango yangu inapobomoka he. Wewe unasema hi, mpango wangu hautashindwa he. Utakamilika katika masaa ya giza, wakati kila kitu kinaonekana kimepotea he. Uaminifu wako ni kama nyota za usiku he zinaongoza njia hata katika giza totoro. Yeye hawashindwi katika kunilinda e eh. mkono wake hauondoki e eh. macho yake hayalali e eh. kwa sababu ni mlinzi mkuu asiyeshindwa. Kila wakati ninapoona kama ninashindwa e eh. kila wakati nguvu zangu zinapoisha eh. Wewe unaniambia hisi shindwi e, kama mimi niko pamoja nawe, wewe hutashindwa, Bwana. Yeye hawashindwi katika kunisamehe e, hata kama nimeshindwa mara elfu e, msamaha wako hauishi e, upendo wako haukomei, kama jua linalochomoza kila asubuhi bila kushindwa e hivyo ni rehema zako zinazompya kila asubuhi. Sina haja ya kuogopa kama nitashindwa eh, kwa sababu hata kama nikishindwa eh, wewe hawashindwi eh, na kama niko pamoja nawe nitashinda. Wakati wengine wanapoamini kwamba kuna mambo yasiyowezekana eh, wewe unasema hakuna kitu kisichowezekana kwa Mungu. Yeye hawashindwi katika kuniongoza he. Njia yako ni kamili. Maarifa yako hayathiri he. Na utawala wako hauishi. Katika familia yangu u. Kazini kwangu u. Katika ndoto zangu u. Wewe ni Mungu ambaye hawashindwi kuleta mema kutoka mabaya. Mungu wangu, wakati maadui wanajaribu kuniangamiza, uaminifu wako ni ngao eh. Yeye hawashindwi kuniokoa eh, hawashindwi kuniinua. Vita vya roho eh, mashambulizi ya fikra eh, janga la aina yoyote eh, hawashindwi kunishinda eh. Kwa sababu yeye hawashindwi. Katika kitabu chako hakijaandikwa kwamba utashindwa eh. Katika historia ya ulimwengu hakuna siku umeshindwa eh. Na hautashindwa kamwe. Wakati ninapofanya maamuzi, wewe ni Mungu, hawashindwi kuniongoza vizuri eh. Sauti yako ni ya kweli e eh. Mwongozo wako ni mkamilifu. Wakati mwili wangu unapohitaji uponyaji e eh. Yeye hawashindwi kuponya e eh. Mkono wake haulegei e eh. Nguvu yake haikomi. Maradhi yoyote e eh. Maumivu yoyote e eh. Dhiki yoyote e eh hawashindwi kuyashinda, kwa sababu yeye ni Mungu wa ajabu. Katika mambo ya kifedha wakati kila kitu kinaonekana kimeharibika, yeye hawashindwi kunilisha e, hawashindwi kunipatia. Wewe ni Mungu ambaye hawashindwi kufungua milango e, hawashindwi kuleta fursa hawashindwi kuleta mafanikio. Yeye hawashindwi katika kunipatia furaha, he, hata katikati ya huzuni, he, hata katikati ya majonzi, he. Furaha yako inaweza kuzaliwa kama ua linalochanua katika theluji, he, hivyo furaha yako inaweza kuchanua hata katika hali mbaya zaidi katika mahusiano yangu yeye hawashindwi kuleta upendo mahali ambapo umekuwa na chuki he amani mahali ambapo kumekuwa na vita moyo wa jiwe he moyo mgumu he. moyo uliokasirika he hawashindwi kubadilisha he. kwa sababu yeye ni Mungu wa mioyo Wakati watoto wangu wanapoasi e eh. Wakati wanapoenda mbali na njia eh. Yeye hawashindwi kuwarudisha eh. Hawashindwi kuwaongoza. Maombi yangu hayashindwi e eh. Kwa sababu yeye hawashindwi kuyajibu eh. Wakati wake ni mkamilifu eh. Njia yake ni bora. Katika kazi yangu yeye hawashindwi kunifanya nifanikiwe eh. Hawashindwi kunifanya niwe baraka kwa wengine eh. Hawashindwi kunifanya niwe mwanga, hata kama kazi inakuwa ngumu eh. Hata kama watu hawanielei eh. Yeye hawashindwi kumaliza kile alichoanza ndani yangu. Yeye hawashindwi katika kunijenga e. Hawashindwi katika kunifanya niwe kama Yesu. Hawashindwi katika kunifanya niwe mtu wake. Kila siku ni siku ya ushindi e, kwa sababu yeye hawashindwi e, na kama niko pamoja naye niko upande wa ushindi. E, Mungu asiyeshindwa, leo ninasimama na kusema kwa imani kamili, yeye hawashindwi kamwe. Katika vita vyote, he. Katika changamoto zote, he. Katika hali zote, he. Yeye ni mshindi mkuu asiyeshindwa. Katika jina la Yesu ninasema kwa kelele za ushindi, Mungu wangu hawashindwi kamwe. Yeye hawashindwi daima milele. Amina.